Baba, karibu asante kwa jina, naitwa Emmanuel Ngoi Kimuma. Eh, nashukuru Mungu kwamba amekufikisha siku ya leo, tunaadhimisha misa hii ya uh, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na pia tunamshukuru Mungu kwa kuwa amewezesha Tumebarikiwa sana, na tumepata baraka, tumeshiriki na watu aina mbalimbali. Tunamshukuru Mungu kwa Tuna hilo. Natuma salamu kwa mwanangu uh, Matumia ni Emmanuel Ngoi ambaye yuko Kibaha. Natuma salamu kwa Epifania Emmanuel Ngoi ambaye yuko Dodoma. Natuma salamu kwa mke wangu ambayo msoma mara, natuma salamu kwa wanangu wote.